Usiku wa Mwisho, sehemu ya pili ya hadithi yetu ya usiku wa mwisho, sauti kwenye simu. Baada ya video ile kupakiwa saa tisa alfajiri, ilianza kusambaa kwa kasi isiyo ya kawaida. Ndani ya saa moja tu, maoni yalijaa, lakini hayakuwa ya kawaida. Kwa nini sauti iliniita kwa jina langu? Hii video ina nini? Nimesikia mtu akinong'ona nyuma yangu. Watu waliogopa, lakini bado waliendelea kusikiliza. Saa nne asubuhi simu ya Hasani, rafiki wa karibu wa Amina, ililia. Ujumbe mmoja ukaingia kutoka kwenye namba ya Amina: ulisikia? Hasani alishtuka. Amina alikuwa ametoweka. Alijaribu kumpigia simu, haikupatikana. Akaingia YouTube, akaifungua ile video. Aliposikiliza hadi mwisho, moyo wake ukadunda kwa nguvu kwa sababu sauti ile haikumwita tu kwa jina, ilimwambia wewe ndiye uliyefuata. Simu ya Hasani ikazima ghafla, taa za chumbani kwake zikapepesa. Kwenye kioo cha kabati akaona kivuli kimesimama nyuma yake kikimtazama bila macho, na sauti ile ile ikanong'ona sikioni mwake. Simulizi halikuishia hapo, lilianza bwana. Asubuhi iliyofuata Kijiji cha Mbuyudi kilipata habari nyingine. Hasani naye hakuwahi kuonekana tena, lakini video ya usiku wa mwisho iliendelea kupata viewers na kila mtu aliyethubutu kusikiliza hadi mwisho alianza kupokea ujumbe kutoka kwa namba isiyojulikana: ni zamu yako. Mwisho wa sehemu ya pili ya hadithi yetu hii. Je, yeah, ni nini hasa kilikuwa ndani ya ile sauti ni nani au ni nini kinachofuata? wanaosikiliza simulizi hii, endelea kufuatilia sehemu ya tatu. Jina langu naitwa Lizo Mavoisi.